Wewe mama Samia, kuna maswali nataka nikuulize, ninaomba unijibu au hao machawa wako, wao vibaraka wako wanijibu na wajibu wa Tanzania wajue. Umeuza bandari, pesa umepeleka wapi? Swali la kwanza. Swali la pili, kwa nini umewafukuza wa Masai Kilimanjaro kule? Umewafukuza maeneo wa Masai maeneo, maeneo yao makubwa umewafukuza Ukauza yale maeneo kwa Mwarabu, pesa hizo umezipeleka wapi? Swali so, la tatu, kwa nini umenunua mapikipiki mia nane kila mkoa Tanzania? Hii kuna mikoa karibuni thelathini na sasa hivi piga hesabu mapikipiki mia nane kila mkoa, piga hesabu mia nane mara mikoa ya Tanzania, alafu piga hesabu pikipiki moja nauzwa bei gani, alafu wewe ukanunua ukawapa vibaraka wako wapuzi wapuuzi wa wajumbe wajumbe mtaani ili, ili wakupigie kampeni. Swali lingine, kwa nini umewafukuza Wakristo wasiabudu? Unataka wakaabudu wapi? Nataka niwaambie Watanzania, hii nchi bora ikabidhiwe jeshi la Tanzania, ila sio huyu mama Samia. Kitu kingine, hawa mapolisi wa Tanzania mnaowaogopa hawa sisi taarifa zao nyingine tunazo nyingi na siri zao tunazo. Kuna baadhi ya mapolisi wanavaa gwanda lakini ni mashoga. Taarifa zao tunazo mapolisi, kuna mapolisi wanaliwa na wauni huku mtaani chakula cha wauni. Na mkitaka tuwataje majina tunawataja. Msituchanganye wa Tanzania sisi. Mimi mnavyoniona hapa. Babangu Masai, mamangu ni mtu wa Gairo, Morogoro. Mnaniuzi sana. Ndugu zangu wengi wa Masai sasa hivi wamekuwa kama wakimbizi. Mmeniuzi sana. Nasemaje? macho macho, na haya makaratasi yako haya sisi tunatumia kuvutia bangi huku Arusha. Ngoja nikuoneshe sasa, tunavutia bangi e. tunavutia bangi sisi watu wa Arusha. Haya makaratasi yako tunayachana, tunavutia bangi. Wewe unajifanya e. Wewe sijui ndo nani sijui, hatukuogopi Ede kimeripi. Ede kimeripi. Ede kimeripi. Ede kimeripi.